Kama jitihada zako za kupunguza uzito zimegonga mwamba, basi nakushauri urudi nyuma uangalie chanzo kinachopelekea uwe na uzito mkubwa. Kama ni mwanamke, yawezekana ni historia ya mvurugiko wa homoni za uzazi, au uliwahi kutumia uzazi wa mpango, au una sumu nyingi mwilini. Hivyo hivyo, hata kama ni mwanaume, yawezekana una sumu nyingi mwilini ndio zinazokuhamisha kupungua uzito. Kwa hiyo, a, jambo la kwanza unatakiwa kupata mwongozo wa lishe ambao ni sahihi, utakao kusaidia kuchoma mafuta mabaya kuondoa nyama uzembe, lakini pia na kutoa sumu mwilini ili uweze kupungua kwa haraka, lakini pia uweze kupata tiba za kutoa sumu mwilini na za kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe kwa haraka. Kama hili ndio tatizo kwako, basi wasiliana na Okoa Mwili na Chosetiko. Tumeanzisha darasa ambalo kesho Jumatatu tunaanza kufundisha mwongozo wa lishe bure kwenye grupu letu, ambao utakusaidia kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe kwa kutumia mwongozo wa lishe wa, wa nyumbani tunaendelea pia na challenge yetu ya kuondoa uh, sumu mwilini kwa kutumia uh, C24/7 na Liver Care, na leo ni siku ya 23 jioni ya kutumia Liver Care kidonge kimoja kwa ajili ya kuondoa sumu na kuongeza utendaji kazi wa ini na organi mbalimbali mbali, ili tuweze ku, ku, ku, ku, ku, ku miili yetu na kurudisha kinga ya mwili vizuri. Dozi ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili. Nitafute WhatsApp kwanza, dozi na komenti neno ni unge, ili uweze kujiunga kwenye grupu letu la mafunzo bure, kabla ya mafunzo hayajaanza.